Karibu msikilizaji, taifa linazungumza kupitia Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC, kipindi kinachoangazia dhana ya utawala bora nchini Tanzania kwa mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Jina langu ni Mary Goret Richard, utakuwa nami katika kipindi hiki. Leo Haba na Haba inakujia kwa mtindo wa mjadala wa wazi, na tuko jijini Mbeya ndani ya ukumbi huu wa Paradise. Ikumbuke kuwa Mbeya ni moja kati ya mikoa ya Tanzania inayofanya vizuri kielimu. Hoja inayoongoza mjadala huu inasema: Elimu bila ada katika ngazi ya elimu msingi italeta nafuu gani kwa mzazi? Tunaijadili mada hii baada ya uzinduzi wa sera mpya ya elimu na mafunzo uliofanywa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Jakaya Kikwete mapema mwaka huu. Haba na haba, taifa linazungumza. Katika siku chache zijazo serikali ya Tanzania inaendelea kuandaa mkakati wa namna sera hii itakavyotekelezwa. Katika mjadala huu waliojumuika nasi katika meza kuu ni ndugu Aletaurwa Ngatara ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa sera kutoka Wizara ya Elimu na Mafunzo. Yeye ameratibu kwa karibu sana katika utungaji wa sera hii tunaye pia Dr. Hilary Dachi ambaye ni mkuu wa shule kuu ya elimu kampasi ya Mwalimu Nyerere katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambaye pia amefanya utafiti kuhusiana na suala la gharama ya elimu. Na pia tunaye mkuu wa shule ya sekondari Imezi Bi Tibusi Makona. Yeye ni mzoefu wa miaka mingi katika ufundishaji, takriban miaka kumi na nane. Lakini pia tunaye bwana Nyelu Mwangabe yeye ni mzazi, amekuwa mdau mkubwa sana wa elimu kwa kuwa amesomesha zaidi ya watoto ishirini. Si kazi ndogo hiyo kusomesha watoto ishirini, kwa anaosomesha nadhani wanatambua mzigo wake. Tunao pia wataalamu mbalimbali katika sekta ya elimu ambao tumeshirikiana nao huku ndani, wakiwemo maafisa elimu kutoka mkoa huu wa Mbeya, walimu pamoja na wazazi ambao wote ni wadau muhimu katika sekta ya elimu nchini Tanzania. Kwa pamoja tunawakaribisha katika Haba na Haba Taifa Linazungumza. Ili jamii iweze kuendelea, tunahitaji elimu bora itakayoweza kuibadili nchi. Kwa kuzingatia hilo, serikali ya Tanzania imetambulisha sera mpya ya elimu na mafunzo ambayo inalenga kuboresha elimu hapa Tanzania. Katika kipengele cha tatu, sera hiyo inatamka kuwa serikali itahakikisha kuwa elimu msingi katika mfumo wa umma inatolewa bila ada kwa maana ya kuanzia darasa la kwanza hadi kidato cha nne. Lengo ikiwa ni kutoa unafuu zaidi kwa wazazi na walezi ili kila mtoto bila kujali hali ya uchumi wa familia yake Shule. Kutokana na hayo, Haba na Haba inahoji elimu bila ada katika ngazi ya elimu msingi italeta nafuu gani kwa mzazi? Hoja hii pia tumeiweka katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook BBC Haba na Haba na Twitter ni BBC underscore haba na haba. Na vile vile, msikilizaji unayetusikiliza kupitia radio, unaweza kututumia ujumbe wako kupitia nambari yetu ya sima mkononi ambayo ni 0785 2369 38 Sawa kabisa, asante sana. Na kabla ya kuingia katika mjadala wetu moja kwa moja, hebu tupate tafsiri ya maneno haya kwa ufupi sana. Ngatara, kwa sababu umekuwa mratibu wa hii sera, tukizungumzia sera tunamaanisha nini? Kwanza kabisa, tukizungumzia sera tunamaanisha mwongozo wa jumla ambao unaongoza elimu kuanzia ngazi ya elimu ya awali mpaka elimu ya juu nchini. Asante sana. Ili tuwe kwenye ukurasa mmoja, tukinye kwa kwa Dr. Dachi, tukizungumzia elimu msingi kwa kifupi sana tunamaanisha nini? E, elimu msingi kwa kifupi tunamaanisha ni elimu ambayo uh, kila mtoto mwenye umri wa kwenda shule anastahili kuipata. Kwa hiyo hapa tuna maana ya elimu kuanzia uh, elimu ya awali uh, kwa elimu ya msingi mpaka elimu ya sekondari. Asante sana Dkt Dachi. Napenda kuanza na maswali kutoka kwa washiriki mlioko ndani ya ukumbi huu. Kuna mtu yeyote ambaye ana swali kwenda kwa wageni wetu walioko kwenye meza kuu? Mimi naitwa Newton Mwakabambo, ni mzazi kutoka wilaya ya Kiela. Sera kadhaa zimepita kwa mfano, Mkukuta, Mkurabita, Kilimo Kwanza ambazo hazijafanikiwa. Sasa sera hii ya elimu imeandaaje budget, lakini pia ina uhakikisho gani kuwa hiyo budget itakayopangwa itafika kwa wakati ili kuepuka michango kama ilivyo sasa? Asante sana karibu, ndugu Ngatara, kwa ajili ya kujibu swali hilo. Kwanza kabisa, kama ulivyoeleza mtangazaji, wakati mheshimiwa Rais alivyozindua sera hii, alitangaza wazi kwamba kuanzia mwakani elimu msingi itakuwa ni bila ada. Maana yake ni kwamba wataalamu mbalimbali katika sekta ya elimu wako katika mchakato sasa hivi wa kuweka mkakati wa namna gani hiyo elimu itatolewa pasipo ada. Kwa jina naitwa Zohari Ngakonda kutoka Mbeya vijijini. Swali langu, iwapo serikali itafanikiwa kuondoa ada, je, mzigo huu wa ada ambao mzazi alikuwa akiulipa itauhamishia wapi? Ikiwa na maana ya kwamba msimu uliopita pia kulikuwa kuna swala la elimu bure ya msingi, lakini kumekuwa na michango mbalimbali. Sasa hofu yetu wazazi, kwamba isije katokea hatupeleki ada shuleni, ila tunapeleka kwa maafisa watendaji. <laughs> Sawa, kumekuwa na hakuna ada lakini kuna michango, ndugu Katara. Eh, serikali ndio inachukua jukumu la kupeleka zile fedha ambazo wananchi walikuwa wanazilipia shuleni. Shule zinapofu, zinapofunguliwa zile ada serikali ndio imechukua jukumu la kuzilipa shuleni, kwa hiyo itatolewa kama vile inavyotolewa sasa hivi ruzuku ya serikali ya kuendesha shule na elimu mashuleni ile imekuwa ikitolewa na serikali ili kuondoa uwezekano wa shule kuendelea kutoza ada. Na baada ya serikali kuweka utaratibu huo, ilitoa mwongozo waraka wa elimu namba nane wa mwaka elfu mbili kumi na moja. Unatoa maelekezo kwa shule za msingi na sekondari ya namna ambavyo michango itakuwa inaruhusiwa shuleni. Kwanza, kama shule inatakiwa kutoa michango, ni lazima shule yenyewe ikae pamoja na kamati za shule na bodi, halafu baada ya hapo E, wananchi wakubaliane, na baada ya hapo ndipo waombe kibali kutoka kwa halmashauri ya kuchanga michango yoyote ambayo imeruhusiwa. Kuna mshiriki mwingine huku ndani ambaye ana swali, afisa elimu, karibu. Naitwa Garneth Mwanjwango, naomba niulize swali kuhusiana na umpango ulikuwa wa memu, elimu ya awali hadi sekondari ilikuwa inatolewa bure lakini serikali haikuweza kufikia lengo kwa asilimia mia moja. Sasa serikali imeweka mkakati gani kuhakikisha kwamba elimu hiyo kutoka elimu ya awali hadi sekondari itatolewa bure, alafu tukafikia hilo lengo la asilimia mia moja? Ya, labda tu niweze kusahihisha kidogo, elimu hiyo sio bure, bali ni elimu bila ada, na kwa kweli serikali imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuhakikisha ya kwamba hizo fedha zinafika mashuleni. Changamoto hazikosekani hapa na pale, na mnajua kabisa kwamba hali ya uchumi, elimu ni lazima ichangiwe na, lakini inachangiwa kufuatana na hali ya uchumi. Asante sana, uh, mkurugenzi msaidizi wa sera katika Wizara ya Elimu umejaribu kutoa ufafanuzi kwa baadhi ya maswali. Dr. Dachi, kwa kuwa ulikuwa uh, nyuma ya utungaji wa sera hii na pia umefanya utafiti kuhusiana na gharama za elimu, tuambie sera hii inatekelezeka? Sera hii inatekelezeka, inatekelezeka kwa sababu itategemea mikakati ya utekelezaji ambayo itaandaliwa na wadau wote wanaohusika katika kutekeleza sera hii. Aha. Sasa kwa upande wako nadhani changamoto itakuwa nini katika utekelezaji? Mimi naona changamoto kubwa itakuwa katika usimamizi. Mm-hmm. Kwa sababu elimu ni pana na nchi hii ni pana. Kwa hiyo inahitaji usimamizi wa karibu. Tueleze kwa, kwa, kwa haraka kidogo na kwa kifupi, usimamizi mpana kwa maana gani, ili mwananchi ambaye yuko huku aweze kukuelewa. Kuna walimu huku, kuna maafisa elimu wa, wanataka wakuelewe, unaposema usimamizi unamaanisha nini? Kama nilivyosema kwamba elimu ni pana na nchi ni pana, kwa hiyo tunazungumza kuanzia serikali kuu, kwa sababu hata kama utapeleka rasilimali kule, utapeleka fedha kule, bila kusimamiwa kwa karibu huwezi kupata matokeo yanayotegemewa. mm -hmm. Sawa, asante. Tarudi kwako, nikija kwako mama Tibusi Makona Kam, nyinyi kama watekelezaji, sehemu kubwa ya watekelezaji, kwa sababu ni mkuu wa shule ya sekondari, unadhani ugumu utakuwa wapi katika utekelezaji wa sera hii? Asante. Ugumu utakuwepo katika mm -hmm. utekelezaji wa masuala yote ya kitaaluma, kwa sababu hiyo ada kidogo iliyokuwa inatolewa ilikuwa ikitumika katika kutekeleza shughuli mbalimbali za kitaaluma ikiwepo kulipa michango uh, ya ukaguzi, kuweza kununua baadhi ya vifaa vya kufundishia na kujifunzia, kusaidia katika usafiri, kwa sababu shule nyingi za serikali zimekaa katika jiografia ambayo kwa kweli kidogo ina shida, hakuna usafiri, hakuna nini. Kwa hiyo kwa kutoa hiyo shilingi elfu ishirini ambayo mzazi alikuwa akitoa kama ada, bado kuta kutakuwa na ugumu wa kutekeleza masuala hayo katika shughuli zote za kuendesha taaluma. Bwana Mwangaba, bila shaka umekuwa ni mzigo mkubwa kwako, kwa kuwa umesomesha watoto wengi. Tamko hili la sera, unaweza kusema lina kufuta jasho, wewe kama mzazi, pamoja na wazazi wengine ambao wanasomesha watoto wao? Mimi kama unavyosema, ni kweli, nimesomesha watoto wengi lakini naamini sera hii haitekelezeki, na kama alivyosema mwalimu kwamba kile kidogo tu ambacho tulikuwa tumepunguziwa tumeshindwa kutekeleza. Sasa unaposema unaondoa asilimia mia moja, ndio unatuchanganya kama wazazi, tulikuwa mm -hmm. Wanakuchanganya kwa namna gani? <laughs> tunalipa ada shilingi elfu ishirini, shilingi elfu arobaini, tukaambiwa tuondoe, tubakiwe na shilingi elfu ishirini. Tunapokwenda shuleni, tunajikuta tunalipa zaidi ya shilingi laki mbili na zaidi. Sasa mm -hmm sasa hivi kama tunalipa laki mbili na zaidi, wakati serikali inatoa shilingi yeah, elfu ishirini, je, ikiondoka kabisa itakuwa shilingi ngapi? <laughs> Naona mjadala umeanza kupamba moto, na huku katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii pia watu wamekuwa wakituma maoni yao. Nisome ujumbe mfupi sana kupitia akaunti zetu za Facebook ambayo ni BBC Haba na Haba. Adolf Menya unasema inawezekana, endapo sera hiyo na watekelezaji wake wataweza kuitekeleza maana Tanzania yetu imekuwa na sera nzuri nyingi lakini utekelezaji wake si mzuri. Jiwaki Mchunya wa Ukonga, Tanzania unasema nina uhakika inawezekana, ila michango ni mingi mikubwa, mfano tuition, mtoto analipa shilingi 400, speed test mtoto analipa 300, mlinzi 400. Amejaribu kutaja list ya michango, orodha ya michango ambayo wanachangishwa shuleni. Notabene Emmanuel Mwakamala wa Kiela, Mbeya, Tanzania unasema inawezekana, kwani vyanzo vya mapato ni vingi, isipokuwa tatizo ni kutokuwa na mipango kwa ajili ya kusoma bure na kuathiri kutokana na michango kuwa mingi. Haba na Haba, Taifa Linazungumza. Asante sana msikilizaji ambaye umetutumia ujumbe wako kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Turudi kwa upande wako, Dr. Dachi. Michango imeonekana kuwa ni tatizo sana. Sera hii inatoa mchango wowote katika kudhibiti hili swala? Kwanza ningependa ni kufafanua kidogo kwamba kama, kama tungechukua gharama zote ambazo zinagharamiwa, nafikiri ni wazazi wachache sana ambao wangeweza kuchangia, kwa sababu gharama halisi ya mtoto mmoja wa shule ya msingi haipungui shilingi laki moja na nusu na gharama halisi ya mtoto anayesoma wa, wa, wa sekondari katika shule ya umma haipungui laki tatu na nusu. Aha. Mm. Ndugu Ngatara, mkurugenzi msaidizi wa sera, kuna wakati katika mazungumzo yako ulisema kwamba kuna utaratibu unatakiwa kufuatwa ikiwa ni pamoja na uh, kamati za shule na walimu na wazazi watakapokubaliana kuomba kibali. Hebu tueleze utaratibu huo unatakiwa kuwaje? Huo utaratibu unatakiwa kwamba zile kamati za shule kwanza, shule yenyewe ikiona kunahitaji kwamba wanahitaji ku pata mchango kutoka kwa wajamii wao, wanakaa pamoja na kamati ya shule husika. Wakikubaliana kwamba huu mchango kweli ni halali na tunauhitaji, wanakwenda kuishirikisha wananchi kwa maana ya wazazi wa wanafunzi. Wakiona kwamba inafaa, wanapeleka ombi la kuchanga kutokwenda kwa halmashauri. Sasa halmashauri kule ndiko kibali kinakotoka, kuruhusu shule fulani kuchangisha wananchi kwa ajili ya maendeleo ya shule husika lakini ule waraka niliosema wa, wa elimu namba namba nane wa mwaka elfu mbili na kumi na moja unasema mwanafunzi asiwe sehemu ya huo mchakato wa kukusanya hizo hiyo michango kwa maana ya kwamba mwanafunzi anatakiwa aendelee na masomo shuleni unaposema mwanafunzi asihusishe, kwa maana kwamba hata atakapokosa hiyo michango asirudishwe nyumbani, ndio maana yake. Aha, wazazi, turudi kwenu. Wazazi ambao mnasomesha watoto em, niambieni, huwa mnakaa na hizi kamati za shule katika kujadili na kupitisha hii michango, nyinyi wenyewe? Naitwa Sara Kalinga, mzazi. Ni kawaida kamati za shule zinavyokaa, walimu wanatuita, tunakaa pamoja na wazazi, tunajadili juu ya michango Michango ndio imekuwa mingi lakini tudhibiti michango iende kwa kwa walengwa. Asante sana. Inata, u, u, umesema kwamba michango iwepo lakini kuwe na udhibiti. Sawa, kuna mwalimu mkuu hapa ndani ambaye naye yuko ni mmoja wa washiriki. Bi Frida, hebu tuambie. Ngatara ametuambia kwamba kuna utaratibu wa vibali huwa mna, mnafuata huo utaratibu wa kupata vibali kutoka kwa afisa elimu? Tunafuata utaratibu. Kwanza tunaita kamati ya shule. Kamati ya shule tunajadiliana baadaye tunaita wazazi. Kama mchango utatokea, basi wale wazazi wanashirikishwa, wanaelekezwa, wakikubaliana basi inatekelezwa. Kwa ule mchango ambao umekubalika, inatekelezwa kwa namna gani? Huwa mnafuata vibali kutoka kwa afisa elimu? Kwa sababu naambiwa kwamba lazima mpate kibali kutoka kwa afisa elimu. Kwa hiyo michango yako yote katika shule yako huwa mmepata kibali kutoka kwa afisa elimu? Michango mingine inachukua muda mrefu, kama tutachukua kibali kwa afisa elimu, lakini kuna michango mingine inayotekelezwa papo kwa papo inayotakiwa, kwa mfano kunatokea michango ya mifagio mtoto anatakiwa achangie mfagio shuleni. <laughs> Hii haiwezi kwenda kumpelekea afisa elimu kwamba tunaomba kibali cha shilingi mia mbili kwa ajili ya mfagio. Kwa hiyo tuna wa, wa, tunatangazia wazazi wazazi, wakiafiki basi tunaendelea na michango. Ili afisa elimu, ni mara ngapi walimu wamekuwa wakija, walimu wakuu kupitia kamati za shule wamekuwa wakija kuomba vibali katika ofisi yako? Karibu. Asante. Naitwa Garaneth Mwanjwango kutoka halmashauri ya wilaya ya Mbeya. Ndivyo ilivyo, walimu tumewaelimisha kwamba wanapokuwa wamekaa na kamati za shule wanatakiwa kuja ofisini na kuleta ule muhtasari ambao wamejadili jinsi watakavyochangia zile shule, na kwa hivyo kabla ya ule muhtasari kuletwa ofisini hawatakiwi kufanya kitu chochote, kama alivyoeleza mwalimu. Ni sahihi. Aha, kwa hiyo walimu huwa wanakuja kuomba vibali? Ndivyo ilivyo. Aha, lakini kwa nini wanafunzi wanafukuzwa shule? Asante, kwa jina naitwa mwalimu Efrem Jaka, natokea hapa Mbogo shule ya msingi. Siko mbali sana na mchangiaji aliyepita, lakini wanafunzi sio kwamba wanafukuzwa, ila wanarudishwa ili kuleta feedback kutoka kwa wazazi, ila hiyo ni tafsiri tu kwamba wazazi wanarudishwa. <laughs> Naona wazazi wengine wamekataa. Karibu. Asante, mimi naitwa Timothy Mwaisangu. Mimi sikubaliana nasema kwamba wanarudishwa, wanafukuzwa. Halafu sio kufukuzwa tu, unakuta wamepigwa na viboko Sidhani kama kweli kama ni kufukuzwa. Mtu anakuja amepigwa na viboko, anakuja analia, sichoona kwamba ingekuwa narudishwa kistaarabu. Hiyo sawa, of course hapo wamejitetea, wame tu lakini wanawafukuza kwa sababu wanawapiga. Mimi na ushahidi na jukuu zangu mimi. Mwenyekiti wa kamati, nawe ni mmoja wa washiriki wa mjadala huu, karibu sana. Asante. Kwa jina naitwa Flora Matias Mloezi. Mimi ninachosema ni kwamba walimu, si kwamba nawatetea walimu Walimu wanawafukuza watoto kwa, kwa maana mbili: wazazi kuto kufuatilia yale maazimio alafu pili wazazi kuto kufuatilia watoto. Kuna wengine watoto wanaishia njiani hawafiki shuleni. Sawa, asante sana. Nashukuru, karibu. Mi kwa jina naitwa Hatsoni Mantipru. Walimu sasa hivi wa sekondari wameshagundua plani moja, kwanzia asubuhi mpaka saa sita ingia darasani. Sasa kwanzia saa sita saa saba anapata muda kwamba kila mwanafunzi achangie shilingi mia tano na tano, mtindo huo umezuka, upo kwenye wilaya yetu ya Kiela. Sasa hiyo inatumiza sana wazazi, nafuu amue kabisa moja, kwamba tuisheni hii ya jioni iwe kadhaa, kuliko kwamba kila siku shilingi mia moja au mia tano au elfu moja Sasa tunaumia sana sana, asante sana. Tumekusikia, tumeuska. Uh, hebu kwanza tuzungumze hii michango ambayo tunaizungumzia hapa, ni michango gani? Tuna wanafunzi ambao wako huku ndani, karibu Asante. Kwa jina naitwa Christina David kutoka shule ya sekondari Sindi. Michango tunatoa ada elfu ishirini labda na mitihani ya kila jumamosi shilingi mia tano. Basi kila Jumamosi mnatoa shilingi mia tano. Mchango gani mwingine ambao mzazi mtoto wako anakuja na kuambia kwamba mchango fulani, mwanangu anatekewa atoe? Asante, naitwa Daniel Duncan Mwamaso. Michango ipo mingi, mbali na ada elfu ishirini kuna michango ya taaluma, mtoto anaambiwa kwamba elfu kumi na tano Alafu kuna michango mingi mbali na ile michango ya mitihani ya kila mwezi. Kuna michango chaki, kama wameishia walimu wanasema michango ya chaki tunatoa. Ha, kuna michango ya madawati shule za msingi, kuna michango ya darasa la nne, mtihani ya kila mwezi, kuna mitihani ya moko za kata, moko za wilaya, moko za mikoa, kwa michango ipo mingi, sio hiyo tu, ipo mingi. Naona orodha ya michango ni, ni mingi sana. Gatara, karibu. Naona wananchi wametoa malalamiko mengi sana kuhusu michango ikiwemo kukutajia orodha ya michango, hebu tuambie ni mkakati upi sasa umewekwa kwa ajili ya kudhibiti hii michango? Kwanza kabisa, nimetoa maelezo mwanzoni kwamba kuna waraka wa serikali unaoelekeza namna ya michango hiyo kutolewa. Kwa hiyo tayari serikali imeshatoa maelekezo. Tatizo linatokea wapi sasa? Sasa tatizo ni swala la usimamizi, usimamizi, usimamizi. Mfano, ameelezea tu pale mwalimu mmoja akasema ya kwamba kuna michango mingine bwana, hatuwezi kwenda kuomba kibali. Kwa nani? Kwa afisa elimu. Lakini ukisoma waraka unasema hakuna mchango wote unaotakiwa kutolewa shuleni bila kibali, kama nimemwelewa vizuri. Kwa hiyo hapo kuna kushindwa kwenye usimamizi. Mwalimu mkuu Frida Minja, unakubali kwamba mmeshindwa katika usimamizi, ndio maana kunakuwa na malalamiko kama haya kutoka kwa wazazi? Asante. Ndio, naweza nikakubali, lakini huwa mitasari kama hiyo inakuwepo. Nani nani anatoa anatoa kibali kibali, kwa sababu bado kuna malalamiko? Kibali kwenu, malalamiko kwa lazima yawepo kwa wazazi, kama wazazi, kwa sababu ile michango michango huwa inazidi. Ni kweli katika shule, mimi niko shule ya msingi. Elimu kwa sasa inatakiwa ni elimu ambayo ha ushindani uliopo wa kielimu uliopo sasa hivi ni ushindani mkubwa sana, kwamba kila shule inataka ifanye jitihada ili wale watoto ambao yeye yeah, anataka awainue ili aweze kuwapeleka ambapo panapotakiwa. Sasa nini afanye? Anataka afanye tuition za mara kwa mara, labda kama hiyo mitihani ya Jumamosi ambayo wanasema mitihani ya Jumamosi ambayo Ip... pia wanachangia, wanachangia. Na kibali huo mnapata kweli cha kuwachangisha watoto kwa ajili ya hiyo mitihani? E, kibali tunapata kwa, kwa ujumla kwenye muhtasari ule wa michango <laughs> tunaweka kwa jumla. Sawa, nirudi kwa wananchi sera imeshawekwa mezani na kuanza kutumika tunafanyaje sasa kuitekeleza kila mmoja kwa nafasi yake na kwa kuridhia mimi naitwa Sheikh Hassan Katanga wingi wa michango katika mashule unatokana na kwamba walimu hawana marupurupu nje ya mshahara walimu asante. hawana michango itaendelea kuwepo. asante, asante, asante nimekupata vizuri yeah. karibu kwanza ninaloliona hapo ushirikishwaji wenyewe umekuwa ni mdogo kwamba hizo sera na zinakuwa zinasemwa lakini wananchi wenyewe hawana na hata walimu wenyewe wanakuwa hawana, na ndiyo maana hapa inaleta ina, mgongano mgun, kwamba walimu wanaonekana kama hawawafukuzi watoto wakati jamii inajua wanawafukuza watoto. Hebu kwa kifupi nirudi kwenu, ni wangapi humu ndani wanaona kwamba elimu bila ada itapunguza mzigo? Ni wangapi? Hakuna mtu, hakuna mkono hata mmoja. Wangapi wanaona kwamba inaendelea na i, bado italeta mzigo? Naona mikono ni mingi sana, asilimia asilimia kubwa ya watu walioko huku ndani wanaona kwamba haitapunguza mzigo. Bwana Ngatara, unaona picha hii, idadi kubwa ya watu wanaona kwamba haiwezekani. Sasa, kutokana na mjadala leo, kuna kitu unaweza kuchukua kikaenda kuchangia katika mikakati yenu inayofanywa, kwa sababu watu wengi, asilimia tisini, walioko huku ndani wanaona kwamba haipunguzi mzigo? Kwa kweli, ndugu mtangazaji, ah, nimeshangaa kuona kwamba wanaona haipunguzi mzigo. Ninashangaa kwa sababu ukweli ni kwamba serikali imefanya hivyo ili kuwasaidia wao. Inawezekana wana vipato wana, wana, wana, wana, vizuri hawa watu, na pia wanaogopa nafikiri. Hofu iliyoko hapa ni kwa sababu ya michango kwamba e, michango itaendelea, lakini mwalimu amesema hapa, ili tuweze kuwa na, na elimu bora lazima tuwe na michango, lakini tunarudi pale pale kwenye pointi tuliozungumza mwanzoni kwamba hii michango ni ridhaa ya wananchi. Mzazi, naomba na, napenda kusikia kutoka kwako. Mimi na na kwa mtizamo wangu naona ni hesabu tu tunatofautiana. Wale watoa sera wanaanza kufundisha hesabu kubwa, wanakuja kwenye hesabu ndogo, wale sisi wapokea sera tunaanza ndogo kwenda hesabu kubwa, kwa maana ya kwamba sisi tunachojua hatupingani na michango hingani. Kama kweli wanasema ile inapunguza, wangefanya utafiti wa kina. Kama mnavyosema kuna mtafiti, angejua ni kiasi gani kikubwa kinachohitaji msaada. Asante sana Dr. Dachi, kwako umefanya utafiti kuhusiana na gharama za elimu. Hebu tuambie unalichukuaje hili la mzazi ambaye ametoa malalamiko yake eh, na amejaribu kutoa suluhisho. Naungana na, na baadhi ya wasemaji kwamba sera itakuwa ngumu kutekelezeka kama hapata kuwa na mabadiliko kwa ujumla katika namna ya kupata fedha za kugharamia Elimu. Aha, sawa. Asante sana. Uh, tumemaliza mjadala wetu na Ngatara ametuambia kwamba katika kipengele cha sera kuna sehemu ya mkakati wa ugharamiaji wa swala la elimu. Uh, ni mchangiaji wa mwisho huyo ambaye anatufikisha ukingoni mwa mjadala huu ambao tulikuwa tunahoji, je, elimu bila ada katika ngazi ya elimu msingi nchini Tanzania inampa nafuu gani mzazi? Na tumeweza kusikia maoni ya wazazi, malalamiko, ikiwa ni pamoja na suluhisho ambayo wazazi wenyewe wamejaribu kutoa, pamoja na wageni wetu wameweza kuwa wameweza kuchukua maswali yao. Katika meza kuu tumekuwa naye ndugu Aleta Uruangatara ambaye ni mkurugenzi msaidizi wa sera katika Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi. Ah, pia tumekuwa naye mchambuzi wa masuala ya elimu ambaye pia ni mkuu wa shule kuu ya elimu kampasi ya Mwalimu Nyerere katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam Dr. Hilary Dachi. Na vile vile tumekuwa na mkuu wa shule ya sekondari ya Imezi bitibusi Makona, na vile vile tumekuwa na mzazi bwana Nyelu Mwangabe. Shukrani za pekee ziende kwenu washiriki ambao mmekuwepo katika mjadala huu wa kazi kutoka maeneo mbalimbali ya mkoa wa Mbeya, maafisa elimu, walimu pamoja na wazazi. Kwa niaba ya timu nzima ya Haba na Haba, jina langu ni Margaret Richard. Wadhamini wa, wa kipindi hiki ni idara kima ya kimataifa ya maendeleo ya nchini Uingereza, DFID. Asante sana kwa kuwa nasi Haba na Haba, taifa linazungumza.